Bola yeah. anagombania tuzo ya kipa bola katika save bola ambazo sita ambazo za CAF yupo, lakini mwaka jana amegombania goli kipa bola. Leo nazungumza Williams wa Mamelodi, uwezo sasa hivi umepungua, hawezi kulinganisha na Dia, jinsi alivyocheza. Angalia mechi alizocheza mbili, ambao mechi na na mechi na, na, na, na, na, na Jessica Bill hajaruhusu hata bao. Nitafutie kipa wako mwingine yeyote Afrika, ndani ya mechi mbili hajaruhusu bao katika barani Afrika. Haujajibu swali mm. Tunazungumza barani Afrika, ukiacha Djigui Diarra ambaye hajaruhusu bao nitajie kipa gani, hmm, wa klabu gani ya Afrika ambaye hajaruhusu goli amecheza katika mechi mbili katika mashindano ya CAF Champions League? Hmm. Yeah. Sasa tukisema goli kipa bora tunakataa, lakini tuambie goli kipa gani bora katika Afrika ambao wameingia kugombania save bora barani Afrika, Diarra yumo wambie sababu zako za kisayansi kumkataa Diara soko kipa bora barani Afrika. Kuwa na kafu sio sio bora, nakupa mfano ya mzuri kuwa na kafu sio bora. Unaweza kukawa na kafu Champions League lakini auchezi katika hiyo timu umelewa sijui yani na una kafu Champions League inategemea ni timu yako umechezaji, inawezekana golkipa ukawa unafungwa unafungwa tu, lakini timu inapata matokeo Awezi kwa kutemwa kuna kipa bora kwa sababu timu yako imechukua kuna CAF Champions League. Duniani kipa bora anapimwa kwa mambo maya mawili mm. Ya kwanza wanaangalia clean sheet, ya pili wanaangalia save ambao ile endelevo wanaangalia sana save kuliko clean sheet, si ndio? yeah. lakini ukiangalia save na clean sheet Diarra ni bora kuliko kipa yoyote. Kipa apimwa kwa kutoa CAF Champions League, hakuna yoko kigezo duniani mm. so kwa msimu huu ni misimu yote duniani. Yani leo Djigui, Djigui yule ah. ashaikuwa kipa bora Uingereza. Digea anasema Digea ashakuwa kipa bora Manchester United, kabla hajaondoka alikuwa kipa bora. mm. Manchester kuna nafasi ya tano, lakini kipa alikuwa kipa bora, alichukua ligi ya kwao, alichukua UEFA Champions League. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu waliangalia ni save nyingi duniani. Anakupima kipa bora kwa save nyingi, jinsi gani umeokoa timu yako duniani anakufunga wanakupima mfungaji bora, sio timu yako imekuwa umechukua CAF Champions League. Wanakufu, wanakupima wana wewe kama mfungaji bora, ni kwa sababu umefunga magoli mengi kuliko mwenzako. Hivyo ndio vigezo vya kisayansi katika mpira. Wewe cha CAF Champions League hicho wamekudanganya kisauti, ambao hajui, sikiza, kuna tuzo zinafanyika za ligi kuu ambayo inabidi ifanyike tarehe tano lakini imepelekwa mbele na Jiara na Pini Pini Kamara, kura nyingi zikaenda kwa Pini Pini Kamara kwa mbele ndio bora msimu uliosha, kwa sababu gani ka iki ki kmoja akupi kigezo pata vigezo hivi, narudia tena vigezo hivi, na nasema na pia wewe, wakati tuzo bado hajatoa, acha maneno. Unazungumza na mtaalamu hapa mm. Uzungumze na kina Kisubu, unazungumza na mtaalamu wa football Umeelewa? Mm. nimekuambia duniani kipa bora anapimwa kwa save. Unaelewa? Mm. anapimwa kwa nini ndo duniani kote, angalia ligi zote unapima kwa save. Baada ya save unaangalia clean sheet, baada ya toka hapo unaangalia huyu goalkeeper amechangia timu yake mafanikio gani, si ndio? Hata hmm. tukuulize, kati ya Diara na ndugu yako pipi ni kama nani amausi na magoli mengi? Haujajibu swali, mbona swali imekuza jepesi. hmm. kati ya Diara na pipi ni kama ni nani amausi na magoli mengi? Kama lakini pia haujajibu swali, finali ya nini hapo, tunazung... tunazungumza kipa bora katika ligi kuu Tanzania. Sikiliza, tunazungumza kipa bora ligi kuu Tanzania bara, atupimi kipa bora barani Afrika hapo. Umesema tarehe tano itakiwa tuzo yetu zimepelekwa mbele, ukasema kwa macho yako na watu wanavyosema yule alistahili kwa golikipa bora, nikakupa mfano huyo golikipa bora, unasema wewe ameruhusu magoli mangapi, ukasema ameruhusu magoli mengi kuliko mwenza mwenzake, baadaye unasema golikipa bora, akasema cha fanya shirikisho. Mbona uchanganya madesa? Lakini sikafika haujajibu swali, usichanganye madesa. Sikiliza, kipa bora anapimwa kwa safe. Kipa bora anapimwa kasaidiaje timu yake Diyala? kasaidia timu yake imechukua ngao jamii, imechukua kombe la, la, la, la, FA, imechukua ligi kuu na amefungwa magoli machache. Tuambie pipi ni kama amesaidia nini Simba kushika nafasi ya pili, aujajibu swali. Hiyo fainali haipo huku, tutakuja huko. Kuna hiyo fainali unataka wewe yale fantakao takuja, tunakuja. Kuna ligi kuu. Je, amesaidia Simba kufungwa na Yanga mara tatu mfulizo? Ndio kipa bora? Au timu yake kushika nafasi ya tatukatika kombe la FA, ndio timu bora? Sasa hapa swali linakuja hapa sasa, tutakuja huko. Unashirikisho si ndio? Unashirikisho na nikuulize wewe, unaamini kuna kipa bora, kwa sababu amecheza FA shirikisho si ndio? Na kuna mchezaji ambaye amecheza FA shirikisho. Nakuuliza goli bora, kuna klabu bingwa na shirikisho, ametoka mchezaji gani? timu yake ishatua gani makundi? Kwa nini kwa nini akumpa goli bora timu ambayo imefika fainali kwa sababu wanaangalia kitu gani ambacho umekitoa shirikisho? Ni kombe rahisi mwelewa. Shirikisho ni timu ambazo zilizofeli nchini kwake ndio zimeenda. Ndio maana hata msemaji wao yule alisema ukiwa tu ya makundi, kuna bingwa barani Afrika, wewe ni sawasawa na bingwa ni bingwa wa shirikisho, alisema msemaji wao, au ushasahau wewe sasa? Kama unakumbuka, alafu unasema shirikisho, fainali, fainali ya shirikisho, Yanga imeingia miaka mitatu nyuma, iliyopita, leo unajisifia leo? Yani sawa sawa na mimi nimenua renji miaka minne iliyopita, wewe umenua renji leo, unajisifia renji ya leo kuliko miaka minne iliyopita? Ni kweli? Yani mimi nimenua iPhone uh, 17 miaka minne iliyopita wewe umenunua iPhone leo utajisifia iPhone ya leo. <tipos> Sasa hiyo unazungumza vitu vya kitoto sana, sana. Sasa angalia madhara yake. Sasa ametoka shirikisho kwenye fainali, tukamwambia, sasa wewe kwa sababu unajiona ni mkubwa, njoo kuna kabingwa barani Afrika kwa sababu kabingwa wanapima mabingwa ndani ya nchini kwake, washiriki mashindano ya kabingwa barani Afrika. Uongo kweli? Sisi tumekuja kuna kabingwa barani Afrika, yeye tuulizo na pointi hata moja kuna timu ambayo imepigwa home and away kule kwa bingwa kama yeye. Ndio maana tukasema shirikisho ni timu dhaifu, timu zilizofeli. Ukija kule kwa bingwa unakutana na watu wamechafuka, wanakupasua. Pengine tumpe muda au. Kwanza mchezaji mzuri, ukiona anatengeneza nafasi unatakiwa ujipongeze, huyo mchezaji ni mzuri na kufunga manake ni sanaa, kufunga ni sanaa mm. na, natafunga sana sashafunga hapa ligi kuu katika mechi ya ya, ya, ya wiki mbili kucheza. Kulesi, mm. Kufunga manake, kama winga afunge nasteka masteka afanyaje? Aujajibu swali. Yaani, uliona wapi duniani winga anapewa majukumu ya kufunga? Wapi uliona duniani? Aujajibu swali. Sifa kwanza ya winga ni kutengeneza nafasi kwa masteka yake kufunga. Dube amefunga hajafunga? Aujajibu swali. Kwa ni penalty sio goli, kwa maana yake penalty sio goli, basi litoe basi, sio goli penalty sio goli <coughs> nakwambia, nikafunga sababu timu inatengeneza nafasi? nafasi. Yaani leo sisi lazima tujivunie kwa wachezaji wetu watengeneza